Mwaka wa elfu mbili na nane, Bitcoin iliweka msingi wa dunia mpya ambapo watu wako huru kutoka kwenye minyororo ya mfumo wa kifedha. Hadi sasa fedha za kidijitali bado hazijawa njia kamili ya malipo, lakini zimewapa mamilioni ya watu matumaini kwamba mambo yatabadilika siku za usoni. Kesho inaanza leo. UMI, mapinduzi katika dunia ya blockchain na mifumo ya malipo chombo cha fedha cha ta kimataifa kinachowezesha uhamisho wa fedha papo hapo masaa 24 kwa siku siku saba kwa wiki bila madalali popote duniani kwa usalama na bila ada. Jukwaa la blockchain lililogawanywa la UMI linafanya kazi kwa kutumia masternodes na mfano wa kipekee wa proof of authority. UMI ni mara 300 haraka kuliko Bitcoin, inashughulikia hadi miamala 4369 kwa sekunde, ikilenga kuipita Visa na Mastercard siku za usoni. UMI inakulinda dhidi ya udukuzi, kuingiliwa kwa shughuli zako na hata udhaifu wa teknolojia ya blockchain, kama vile shambulio la asilimia 51. Staking ya ubunifu kwenye mkataba wa smart inageuza UMI kuwa chombo cha fedha kilichogatuliwa kwa ajili ya kutengeneza pesa kinachofanya kazi kwa ajili ya wanadamu wote. Inapita benki na serikali na pesa mpya zinaingia moja kwa moja mikononi mwako. Mkataba wa smart wa staking unakuwezesha kuongeza idadi ya sarafu za UMI hadi asilimia arobaini kwa mwezi kwa kuziweka tu kwenye pochi yako. Kwa ajili ya hili, jiunge na miundo iliyopo tayari au tengeneza yako mwenyewe. Kati sarafu zinavyokuwa nyingi kwenye muundo, ndivyo kila mshiriki anavyopata zawadi kubwa zaidi. Tengeneza miradi yako mwenyewe ukitumia UMI na upate faida zaidi. Baada ya kujiunga na muundo, sarafu zinabaki kwenye pochi yako, na wewe pekee ndiye unayeweza kuzitumia. Sarafu zako ziko salama kila wakati. Huu ni uchimbaji wa kizazi kipya ulio wa haki, bila matumizi ya nishati, programu ngumu, vifaa vya gharama kubwa, uongozi wa ndani ya mfumo au ugumu wa kiufundi. Staking ya UMI haina ngazi zozote na inasema hapana kwa ubepari. Kuchangia pamoja kwenye muundo kunahakikisha mapato sawa kwa washiriki wote wa mchakato, si kwa wale wa juu tu. Timu ya UMI inafungua misimbo ya chanzo ya mtandao na mkataba mahiri wa staking. Kama vile Satoshi Nakamoto, wanabaki wasiojulikana, wakikabidhi chombo hiki mikononi mwa wanadamu. Kila mtu anaweza kuhakikisha kwamba kila kitu ni wazi kabisa na cha haki. Urahisi wa hali ya juu, uwezo wa kupanuka kwa urahisi na mikataba mahiri vitafungua hatua mpya ya mahusiano ya kiuchumi itakayogusa nyanja zote za shughuli za binadamu. Ume ni mbadala wa kweli wa mfumo wa sasa wa kifedha unaoweza kuunda jamii yenye nguvu zaidi duniani ikiwa na mabilioni ya washiriki kote duniani. Ume, chombo cha pesa cha ulimwengu wote. Baadaye tayari iko hapa.